Karibu sana kwenye kahawa. Najua kwa wakati kama huu utakuwa mahala fulani umetulia, pengine uko na familia, au unaweza ukaamua kuwa umetoka nje kidogo, kukutana marafiki na kuzungumza nao. Mi nipo nyumbani kunywa kahawa nikiwa nimetulia, nazungumza na wewe. Naamini kabisa unaifahamu chumvi, chumvi ambacho ni kiungo kinachotakiwa sana kwenye chakula. Hakuna chakula ambacho unaweza ukakila bila chumvi, kama italazimika iwe umezuiwa na madaktari, lakini vinginevyo, kama afya yako ni njema, unahitaji chumvi kwa ajili ya afya yako, na chumvi ndio inayotumika kabisa kujenga chakula chako, kipa ladha. Maisha yanahitaji uwe kama chumvi, maisha yanakuhitaji uwe msingi maisha yanakuhitaji uwe ndio kiungo ambacho kitaweza kuwafanya watu wengine wafaidike na maisha yako, lakini ukiishi pasipokuwa kiungo cha kuweza kuwa msaada ukaweka ladha kwenye maisha ya watu wengine, hakika utajikuta unaishi kwenye dunia yako peke yako. Tunaishi kwa kutegemeana. Chakula kinategemea chumvi ili kiweze kuupa mwili wako afya iliyo bora, na wewe pia ni chumvi ya dunia, unatakiwa ufanye kilicho chema ili uweze kuwasaidia watu wengine waishi kwa furaha na amani. Watu wengi tuna changamoto sana kimaisha, changamoto ambazo zinatufanya tushinde kuwa chumvi, tushinde kutengeneza maisha ya watu wengine. Chochote ambacho nakifanya usikifanye kwa sababu yako, fanya kitu kwa sababu unaamini kuna wanaokuzunguka, unaamini kuna wanaokutegemea na wao wanahitaji sana msaada wako kwenye kila kitu wanachokifanya. chumvi itakufanya siku zote uweze kufurahia chakula. We ukiwa chumvi kwa watu wengine, itawafanya watu wengine weza kuyafurahia maisha yako, na pengine watajifunza mengi zaidi kutoka kwako, na hayo watakaojifunza yataweza kuwasaidia na kuwabadilisha kwenye kila kitu ambacho wanakifanya. Mathalani, umefanikiwa katika kujifunza kitu, kwa nini usiwafundishe watu wengine? Umefanikiwa kuwa na kipato, kwa nini usichangie? Kwa nini usiwasaidie watu wengine Umebatika kuwa na ujuzi fulani, hakikisha unaibadilisha jamii yako. Wewe unakuwa ni chumvi, kwa maana ya kwamba msingi wa maisha ya watu wengine utategemea nguvu na uwezo wako. Usibebe kitu ukawa na roho mbaya, ukashindwa kuwasaidia watu wengine. Msaidie kila mtu aliye karibu, kwa sababu pia utakapomsaidia na kuyabadilisha maisha yake, naye pia atakuwa ni chumvi kwa maisha ya mtu mwingine. Maandiko yamezungumzia sana swala la chumvi na maandiko hayo ni maandiko matakatifu. Kama kweli unafahamu kuhusiana na dhana ya chumvi, jitahidi kuwa chumvi kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Naamini unafahamu kwamba kahawa haiwekei chumvi na kauchungu kidogo, kwa sababu ina asili hiyo, lakini unapokunywa na kutafakari, dhana ya chumvi inakuja kichwani. Leo nimejisikia kuzungumzia neno hilo tu. Hakikisha unakuwa chumvi kwa ajili ya maisha ya watu wengine, na uwe ni baraka na uhakikisha watu wengine wanafanikiwa kwa sababu yako. Pengine mafanikio ya watu wengine yamejengwa na na wewe, lakini pia wewe huwezi kufanikiwa kama hakuna watu wengine ambao wanaweza kukusaidia. Kila mtu ni chumvi katika maisha haya. Pale ambapo utakuwa chumvi kwa maisha ya watu wengine, nao pia watakuwa ni chumvi kwa maisha yako, na hivyo ndivyo ambavyo tunabadilishana. Karibu sana kwenye kahawa, tuko pamoja.